Kaspi, ziwa kubwa kabisa duniani lenye eneo la kilomita za mraba laki tatu na sabini na moja na ujazo wa sabini na nane, liko kati ya Azerbaijan, Urusi, Kazakhstan, Turkmenistan na Iran. Hili ni ziwa ambalo limepewa sifa ya kuitwa bahari na inaitwa bahari ya Kaspi kutokana na kimo chake kufikia mita elfu moja na ishirini na tano. Huitwa bahari kwa sababu maji yake yana chumvi, ingawa si kali sana kama ile chumvi ya bahari yenyewe. Kwa upande wa kaskazini, inaingia mito miwili mikubwa Mto wa Volga pamoja na Ural, na inasababisha kiasi kidogo chuu cha chumvi kipatikane humo lakini kwa kaskazini, lakini asilimia chumvi kubwa huongezeka upande wa kusini ziwa hili. Chini ya bahari, kuna akiba ya mafuta ya petroli na gesi, hasa karibu na Baku. Kwa hilo ndo ziwa pekee ambalo lina sifa ya kuitwa bahari, lakini ni ziwa la kawaida, lakini linaitwa bahari ya Kaspi. Asante sana.